no reforms, no election. Ni muhimu sana, hatutaki nchi iwe CCM wala Chadema. Tunataka asubuhi na mapema katika maandiko yangu. Nilikutana na karatasi njiani na ilikuwa ina kichwa cha habari kinachosema: barua kwa mama yetu mpendwa, rais wetu mpendwa wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan Nilipoisoma ndani nikaona ni sauti ya majonzi, ambapo baada ya kukosa pa kusemea, wameamua kuyachukua mawazo yao wakayaandika chini, na basi, kwa sababu hawana popote pa kuituma, wakaamua kuitelekeza njiani nayo, na ilikuwa imeandikwa kama ifuatavyo. Tayo tenda, tukaisoma ukurasa wa kwanza, mwandishi anasema: Mama kumbuka maneno ya Jakaya Mrisho Kikwete, la kuambiwa changanya na lako. Ni maneno ya busara sana ambayo kiongozi yeyote kuanzia rais mpaka balozi wa nyumba kumi anatakiwa kutumia daima. Mheshimiwa Kikwete aliwahi kuulizwa ni kitu gani wajutia, akasema aliwahi kumfukuza kazi mkurugenzi mmoja kwa sababu ya maneno ya kuambiwa. Baada yake katuonya sisi sote kusikiliza, lakini pia kuyafanyia utafiti kama yako na ukweli, bila kukurukuka katika kufanya maamuzi. Mamangu, sasa hivi najua kuna sauti nyingi sana ambazo zinakufikia nyingine zikikwambia fanya mabadiliko, nyingine zikikwambia usifanye. Sasa mama, kazi ni kwako kuchambua maneno yanayofika mezani kwako, kwa maslahi mapana ya Watanzania na sio kwa maslahi ya watu fulani wenye malengo binafsi. Naomba usikubali maneno ya Donald Trump kwamba viongozi wa Kiafrika siyo binadamu. Naomba kuwa binadamu, Safisha taswira ya Afrika iliyochafuka kwa kutekana kuuana na ulafi wa madaraka. Mwandishi katika ukurasa wa kwanza akawa amekomea katika ukurasa wa pili. Mwandishi anaendelea kusema, mamangu, washauri wanatakiwa kuwa watu waliofanikiwa daima. Usisikilize watu walioshindwa kama wataka kufika mbali huwezi kujifunza kutembea kwa mtoto ambaye anatambaa. Kumsikiliza aliyeshindwa ni sawa na kuongozwa na kipofu Mtanzania huko Ulaya. Rais John Pombe Magufuli alikataa lile baraza la washauri wa raisi kwa sababu alikuwa anataka kufanya vizuri na kuifikisha Tanzania katika maendeleo makubwa zaidi. Hii ni muhimu kwa sababu kama ukifanikiwa kujifunza kwa walioshindwa, wa unatakiwa kuanza upya kupitia katika hatua za ukuaji, kwa sababu hata watoto wenyewe hawajifunzi kwa watu walioshindwa, wa hawajifunzi kwa watu dhaifu, bali hujifunza kwa walioshinda, wa kujifunza kwa heroes. Mwandishi anaendelea kusema mama, kumbuka ulikuwa ni ushauri wa mama Nongela kipindi cha sakata la bandari na DP World alisema, wanaume wanakupotosha. Na huo ndio mwisho wa ukurasa wa pili wa mwandishi wetu. Katika ukurasa wa tatu, mwandishi anaendelea kusema mamangu, Abraham Lincoln kwenye maana ya demokrasia anasema, demokrasia ni serikali ya watu iliyowekwa madarakani na watu na inayofanya kazi ambavyo watu wameituma. Kama wananchi wasiposikilizwa, je, ni serikali ya wapi ndani ya nchi ya kidemokrasia? Kama hatuna uwezo wa kuwachagua viongozi wetu, hatuna uwezo wa kuwatoa madarakani viongozi tuliowachagua, hatuna uwezo wa kuwadhibisha viongozi tuliowachagua, nchi yetu ni ya kidemokrasia kweli au tupo chini ya kikundi cha demokrasia? No reforms, no election. Ni muhimu sana. Hatutaki nchi iwe CCM wala Chadema, tunataka nchi iwe mikononi mwetu wananchi, wachagua viongozi wao ambao wanawataka. Nao viongozi sio watawala, bali ni watumishi. Bwana wetu Yesu Kristo aliwaambia mitume wake, ambaye anataka kuwa mkubwa wa wote lazima awe mtumishi wa wote. Unataka kuwa kiongozi wetu kutupeleka tunapotaka, lazima ukubali kuwa mtumishi wetu, lazima ukubali kufuata matakwa yetu sisi kama wananchi lazima ukubali tukuambie jinsi tunavyotaka kuongozwa kwa njia ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ni sauti ya watu, yaani ni sauti ya wananchi wa Tanzania. Na huo ndiyo mwisho wa ukurasa wetu wa tatu wa mwandishi wetu. Katika ukurasa wa nne, mwandishi anatekesha sana, anataka kumkumbusha mama hesabu hesabu pekee ndiyo sayansi ambayo haina mbamba. Asi kuzidisha na asi unapata chanya, asi ukizidisha na chanya unapata asi, chanya ukizidisha na asi unapata asi, chanya ukizidisha na chanya unapata chanya. Anasema mbeleni, vita ukizidisha na vita unapata amani na amani ukizidisha na amani unapata amani. Kama nchi yetu iko na amani ya kutosha na ikaitwa kisiwa cha amani, kelele za wanyonge wakilia no reforms no election zatoka za wapi? Tanzania ndiyo nchi pekee ambayo watu wake wote wako na mtazamo mmoja ilinionyeshwa kwenye matokeo ya uchaguzi kwamba mtu anaweza kupita bila kupingwa. Ukiona umepita bila kupingwa, daima jua wananchi wako wako na shida, au kuna njia za udanganyifu zimefanyika kusababisha hicho kitu kutokea. Utarajia uchaguzi mdogo wa mwaka 2024 wengi wamepita bila kupingwa, kati ya mambo mengi sana hayo machache yanaonyesha nchi hii hakuna amani, na kuleta amani mahali penye vita ni kwa njia ya vita. Mfalme mmoja wa dola ya Kirumi alimwambia mjumbe mmoja ambaye alikuwa ametumwa kwenda kujisalimisha kwamba nchi yao haitaki vita, majibu yake yalikuwa kama mwataka amani, jiandaeni kwa vita. Nadhani sasa wananchi wamechoka, warejeshewe nchi yao ambayo yaitwa kisiwa cha amani kabla ya kuwa kisiwa cha vita. Mwandishi akaweka nukta na kuitupa karatasi njiani, isomwe na wapita njia, isomwe na watawala ambao wako hapo kwa ajili ya kuwatetea wananchi, lakini hawafanyi kazi hiyo, isomwe na watoto wadogo, waelewe nchi yao inaelekea wapi, isomwe na watu ambao hawajapata chansi ya kusikiliza vyombo vya habari na kuona nchi yao imefikia wapi. Isomwe na mimi, ili kusudi ni kuwakilishe wewe kama ninavyofanya.